Kampeni za uchaguzi mdogo wa Magarini katika kaunti ya Kilifi sasa zimeingia katika kipindi cha lala salama huku harakati za maandalizi ya tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC zikiwa zimepamba moto. Makamishna wa tume ya IEBC wamezuru Magarini kutathmini hali ilivyo huku kamishna wa tume hiyo Alutalala Mukhwana, akisema tume hiyo imejiandaa vilivyo kuhakikisha uchaguzi wa Magarini unakuwa huru na haki. Kamishna Mukhwana amesema maandalizi yamekamilika na kwamba hakujaripotiwa visa vya uvunjaji sheria miongoni mwa wagombea. Sisi kama makamishna mampya tuafahamu fika kwamba hili ni zoezi letu la mwanzo kwa upya wetu, na maswali yatakuwa mengi iwapo hatutofaulu, lakini tukifaulu pia tutakuwa ni nini tiki. Sasa sisi tutatafuta tiki, na kwa ajili ya matayarisho haya ndio watu wana hapa kwa ajili ya matayarisho haya. Ukienda pale gongoni magongoni ya magongoni gongoni, gongoni. gongoni utakuta kuna maafisa ambao watasimamia uchaguzi wako katika shughuli zao za mwisho kuhakikisha kwamba wamefundishwa kila kitu na kila jambo linalohusu uchaguzi. Kwa hivyo kwetu sisi kama tume tuko tayari, twangoja saa firimbi ikilia, tupo uwanjani. Hata hivyo kamishna Mukhwana amesema hajapokea taarifa zozote kuhusu maafisa wa umma kuhusika na kampeni za uchaguzi huo mdogo, licha ya baadhi ya mawaziri na maafisa wengine serikalini kuonekana wakimkampenia mgombea wa chama cha ODM Harison Garamakombe. Kama uhalisia wa mambo ni kwamba kumekuwa na utumiaji wa asasi za serikali, pesa na rasilimali za umma Magarini na watumishi wa umma yule aliyeshuhudia awe ni mwenye kuleta malalamishi kirasmi. Kwa sasa sina malalamishi na maafisa wangu hawajaniambia kuna malalamishi. Muungano wa upinzani nao ukiongozwa na kinara wa chama cha Waipa, Kalonzo Musyoka unadai kuna njama ya kuwahonga wapiga kura katika uchaguzi huo mdogo, huku akibua tetesi kuhusu utumizi wa rasilimali za umma kwa kampeni, akikashifu mawaziri Ali Hassan Joho, Opio Wandai, spika Amason Kingi, Geoffrey Ruku na spika Moses Wetangula kwa kujihusisha na kampeni hizo. Wakati huo huo, naibu kamishna eneo bunge la Magarini Michael Ololtua amehakikishia usalama wa kazi wa Magarini wakati wa uchaguzi huo mdogo, huku akionya yeyote atakayejaribu kuzua rapsha na kutatiza zoezi hilo. Tumeweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kwamba this by-election on 27 hapa Magarini kutakuwa bietion wa usalama wa hali ya juu. Tumeweka mikakati yote, tutafanya deployment ya kutosha ya security officers wetu, lakini so far hatujaona tisho lolote la utovu wa usalama. Kwa hivyo hatuwezi tukalaumu mtu yoyote mpaka hapa, lakini tunadharisha kwamba wale wahusika the candidates na, na, na wafuasi wao na vyama vyote vya kisiasa ambao wanahusika tunadhadharisha kwamba hatuta, kama idara ya usalama, hatutakubali wale ambao watakaofunja electoral laws. Wafuate e, wazingatie sheria ya IEBC ya e, uchaguzi. Huku kampeni za uchaguzi huo mdogo zikiendelea, wakazi wa Magarini wametoa mapendekezo kwa kiongozi atakayeibuka na ushindi kuhakikisha analeta mabadiliko ya kimaendeleo katika sehemu hiyo, mimi ninaomba tutakayemchagua mchagua atakayekuwa kwenye kiti angazie sana ajira kwa vijana, hata kwa kampuni zetu aingilie kati, maanake tukiangalia hivi vijana wetu hawaajiriwi, na atakayeajiriwa hapo ndani mshahara wake huko tofauti na yule anaetoka nji. Kiongozi ambayo aiatufanyie ni mashule, hatuhatuangalie mambo ya maji, tumepaa lakini kungine hajafika maji kwa hivyo na watoto kusaidia mambo ya shule pia itakuwa ni bora zaidi. Nimekwambia, nilimwacha kingi kum, nilimwacha kingi sasa tapote ng'aro, nikitarajia, ah, shukran. Sahi tutang'ara. Hehehehe. Tutang'ara sahi, ni ng'aro pekee yake. Sahi si kila mzee sufu hapa ni kung'ara soko, na na na, lakini jambo la kusikitisha, yale matatizo aliokuwa nayo na shida aliokuwa nazo mara mia moja zimeongezeka. Uh, kwa muda ambao umebaki, ningependa sana sana waangazie mambo na masomo kama ni bursaries zikija tupate sisi wote manake, saa zingine unasikia we are devolved kama institution yetu tuko devolved, so saa zingine unasikia wakisema we are supposed to get from the from the county government, lakini naamini ya kwamba sisi wote ni wa Kenya. Nikiripotia Coco FM kutoka Marafa, eneo bunge la Magarini kaunti ya Kilifi. Mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya pwani.